Hii ko ndugu zangu wa Tanzania, acheni ukumbavu ndani ya akili, especially nazungumzia raia ni yani, raia kama mimi, yani ati kwamba tunataka tufanye kama jenzi wa Kenya <laughs> nikuulize, au jenzi wa Kenya walichokifanya mpaka sasa hivi kimesaidia nini ndani ya nchi, kimesaidia nini? Maanake kama kuuliwa, watu wameuliwa na wanaendelea kuuliwa na hakuna haki yoyote inatendeka, unaelewa. Kuna, kuna watu wamepoteza maisha yao, kuna watu wamepoteza biashara zao kwa sababu hicho ambacho wamekifanya na hakuna kitu kimetendeka, wanataka kumtoa baada ya serikali. Tukija kwenye mambo ya maendeleo, mtu anakwambia Kenya tuko na maendeleo zaidi ya Tanzania. Maendeleo gani ambayo Kenya kuna zaidi ya Tanzania? Tuje kwenye treni, anatumia mwendo kasi kama nchi za nje wanavyofanya. Sisi bado tuko kwenye jukwaa la makao, tunasema tafunika pilau haya. Ukija kwenye

alama za barabarani watu wenyewe pia wewe mwenyewe unakuwa mwenyewe unajikuchukia kuna paka mahali unaomba bana, hapa sasa, hii ni mahali ambapo watu wanaishi, peleka na speed ya 50 wewe mwenyewe unapunguza ni ukipita unaendelea, unaelewa. Tutoke hapo tuje kwenye masuala ya michezo, angalia viwanja vyao vilivyo classic, mashaallah, Kenya tuna viwanja gani? Sisi tuna viwanja gani? kama ile Tanzania urongo, angalia tournament zao venye ziko juu dini, angalia wao, kunavyofurika mashallah na yule ambaye, ile mtoto wako unasomesha Qurani akimaliza akitoka pale, ana faida katika ule mhadhara nyumba nini, nini, nini. Kwetu tuna nini? Tunajua kizungu kingi tu, yaani kile kizungu kingi ndio tunajua. Mimi mzungu ambako mtaka wa zungu tu haramba hayo, bila kujijua. Sawa, mtaka mabadiliko, mabadiliko kwa Afrika, sasa kuna njia moja tu, ni wanajeshi wajipange kama nchi yepeleku sawa, waamue tu kupendwa serikali ile litawezekana, lakini hivyo mnavyodanganya, mnavyotaka kutolewa kafara, damu za kafara, maana kesi damu za kafara hizo maanake ukinama unacho kinuko unacho mtu anatengeneza mtu mmoja yeye ndo kaunga, kaunga kikundi cha nini vile wapinzani, na yeye ndo kazuilia nini serikali. Kwa hiyo mmoja wao akimkataa ndo shida kama hizi zinatafutwa, kwa maana kunatafutwa kila aina ya sababu kwamba yule ambaye alikataa, kwa hiyo alikata, alikata, tunavyotaka sisi tumtoe kwenye mamlaka Tanzania. kueni makini, kueni makini. Tafuteni njia mbadala. Hii sio ya kuiga Kenya, urongo Kenya hawajafaidika na lolote. Tuko kwenye shida vile vile. Kila mmoja mzee gaganja huko. Nicho kizungu tu ndo cha tusaidia, yumi yumi basi. Lakini atukusema tumwegea jezi, siju nini hao wengine, siju wana harakati, siju wana sarakasi. Hao wako kwenye maslahi yao. Familia zao ziko majumbani. Mbona hawatoki na na familia zao kwenda barabarani? Lakini watataka wafuasi, mtakopigwa marisasi, mtakopigwa matiagasi, mtakopunjwa miguu. Baada ya pale hao vijana hamtowaona.